Lakini nitumie fursa hii ni nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu kikao hiki pia ni matokeo ya ziara yake ambayo ya aliifanya katika mkoa wetu wa Songwe, na baada ya kumpatia taarifa ya hali halisi ya changamoto ya msongamano katika mkoa wetu na jitihada ambazo serikali inazifanya lakini na hatua tuliofikia katika utekelezaji wa mradi huu, alitoa maelekezo kwamba sasa kikao cha wadau kiitishwe mara moja ili kuweza kuona namna gani tunasukuma utekelezaji wa huu mradi. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, pia jambo hili ni ahadi ya mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo amelizungumza mara mbili. Wakati mara ya kwanza ilikuwa katika ziara yake, wakati anatoka katika mikoa ya Katavi na Rukwa, akasimama pale mkoa wa Songwe, akawaidi wananchi wa mkoa wa Songwe kwamba miongoni mwa miradi ambayo inakwenda kutekelezwa ni ujenzi wa bandari wa bandari kavu. Lakini aliporudi tena mara ya pili kwenye kampeni mwaka jana, moja miongoni mwa mipango ambayo alielezea kwamba serikali yake itaifanya katika kipindi hiki cha awamu ya pili ni ukamilishaji wa utekelezaji wa mradi wa bandari kavu ili kuweza kuondoa changamoto ya, ya foleni katika mkoa wetu wa Songwe. Na jambo hili la utekelezaji wa mradi wa bandari kavu kwetu sisi tunaona ni suluhu ya kuweza kukabiliana na changamoto ambayo inatukabili katika, katika mkoa wetu wa Songwe. Na mheshimiwa mwenyekiti, mimi wakati mheshimiwa rais aliponiteua na kuniapisha aliniambia kwamba mkoa wa Songwe sio mkoa rahisi. Lakini akanipa moyo akasema, kwa uwezo wako, ninaamini utauweza mkoa wa Songwe. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, sitaki niwaambie wajumbe kwamba tayari nimeweza mkoa wa Songwe na wala sitaki kusema kwamba nimeshindwa mkoa wa Songwe, lakini ninachotaka kusema, ingawa mheshimiwa rais akuniambia ugumu wa mkoa wa Songwe ni nini, lakini katika kipindi kifupi nilichokaa, kuna mambo mawili makubwa ambayo nimeyagundua. Moja, mkoa wetu sisi ni mkoa wa mpakani na mpaka wa, wa Zambia pamoja na Tanzania kwa maana kupitia mkoa wa Songwe ni wa kipekee kidogo ukilinganisha na mipaka mingine, ni porous, ni, ni, ni una vipenyo vingi sana, kwa hiyo sasa unatengeneza changamoto nyingi sana za kiusalama ambazo zinahitaji uh, uongozi madhubuti na, na, na wenye uwajibikaji wa kiwango kikubwa sana kuweza kukabiliana na changamoto zile za kiusalama. Lakini jambo la pili, mkoa wetu wa Songwe ndo tunasema ni lango la SADC mahusiano yetu ya kibiashara shughuli za kiuchumi na kijamii, kati ya Tanzania na baadhi ya nchi za SADC ikiwemo Zambia, Kongo eh, yanapita katika mkoa mkoa wa Songwe. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, uh, takwimu inaonyesha kwamba kwa mwaka, kwa mfano, kwa takwimu za mwaka 2025, bandari ya Dar es Salaam ilipokea shehena karibia tani milioni bilioni 27, kati ya hizo tani milioni 27.7 tani milioni 12.6 ni, ni, ni, ni shehena ambazo zinakwenda nje nje ya nchi, kwa maana nchi mbalimbali, lakini kati ya hizi tani milioni 12.6 tani milioni 9.5 zinapita kwenye mpaka wa Tunduma. Kwa hiyo tunazungumzia asilimia sabini na tano ya mzigo wote ambao unakwenda nje ya nchi unapita kwenye mkoa wa Songwe, kwa maana kwenye mpaka wa Tunduma. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, serikali imefanya jitihada kuboresha bandari ya Dar es Salaam na tumeona kuna mafanikio makubwa sana katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni. Sasa kama miaka mitatu minne iliyopita kulikuwa na changamoto ya foleni. Tujiulize leo hii Mwaka 2026. Je, changamoto ikoje katika mkoa wetu wa wa Songwe katika halmashauri ya Tunduma? Kwa hiyo changamoto iliyopo sasa hivi ni, ni kubwa kubwa sana. Sasa mradi huu wa bandari kavu ni mradi ambao umeanza muda mrefu sana tangu miaka 21 ulikuwa ni mradi ambao umezungumzwa kwa kipindi kwa kipindi kirefu na mimi nilipoingia ofisini mheshimiwa mwenyekiti miongoni mwa uh, mipango madhubuti ambayo nilikabidhiwa na mtangulizi wangu mheshimiwa Chongolo ilikuwa ni mradi huu wa bandari kavu kipindi kile ilikuwa jitihada sasa za utoaji wa ardhi zinaendelea nilichokifanya mimi ni kuweza kusimamia wataalamu wangu halmashauri, lakini kamishna wa ardhi wakamilishe mchakato wa utoaji wa ardhi, lakini muda wote nilikuwa na wasiana sana watiseza, na wenzetu wa tiseza nao pia waweze kukamilisha taratibu zao. Mpaka sasa wamefikia kwenye hatua kwenye hatua nzuri, lakini changamoto ambayo ilikuwepo ni moja ilikuwa ni kukosekana kwa ile coordination, lakini jambo lingine lilikuwa ni kukosekana kwa uelewa wa pamoja kuhusiana na huu mradi kwa sababu mradi wa bandari kavu ambao itajengwa Tunduma ni kidogo ni tofauti kidogo na bandari kavu zingine. Mradi una components nyingi sana ambazo zinakata ya cross kwenye taasisi mbalimbali, lakini bahati mbaya sana, kuna baadhi ya taasisi walikuwa hawafahamu nini kilichopo katika huu mradi ambacho kinawahusu katika katika hizo taasisi taasisi zao. Kwa hiyo kikao hiki pia kitasaidia sana kuweza kujenga, kujenga huo uelewa wa, wa pamoja. Malizie tu kwa kusema, kwa upande wetu sisi kama mkoa wa Songwe tunauona mradi huu kama ni, ni suluhu ya kudumu kwa changamoto za foleni katika mkoa wetu wa Songwe, lakini tunatambua na tunaelewa kwamba iko miradi mingine ambayo serikali imekuwa ikiendelea nayo, lakini tukifanya tathmini uh, hatua iliyofikiwa katika hiyo miradi na tukifanya tathmini hatua tuliofikia katika huu mradi, tunauona mradi huu kidogo una matumaini ya kuanza kuleta mwanga wa haraka ukilinganisha na miradi na miradi mingine kwa sababu kama mwekezaji tayari ameshatoa fedha karibia bilioni nane ya kuweza kulipa, kulipa fidia kwa ajili ya kutoa kutoa ardhi, lakini leo tunapozungumza kwenye kikao wamesafiri kutoka China wako hapa ke ni commitment ya hali ya juu. Kinachotakiwa ni sisi tu serikali kupitia taasisi zetu kuweza kukamilisha taratibu zetu na kuweza kutoa ridhaa kwa mwekezaji aweze kufanya uwekezaji. Naamini tutapata matokeo ya haraka na ya muda mfupi katika kukabiliana na changamoto zinazokabili katika mkoa wetu wa, wa, wa Songwe.